Kwa kweli ni jambo la heri sana na tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hasani, hata nyinyi wanalibango, pamoja na mradi ule wa awali ambao tunapata maji kwa asilimia hamsini, mpaka sasa hamujawahi kushuhudia yameletwa mabomba yake makubwa kama haya, na ni mengi kama haya. Uongo kweli? Kwa maana hiyo, serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hasani imedhamiria kumtua mwanamke ndoo Kichwani. Watu wa kwanza wa kupata huduma hii kutoka huko chanzo kinakotoka cha maji ni watu wa Libango, uongo kweli kwe. Lazima nyinyi muwe wa kwanza kuliko wanamtumbo kwa sababu haiwezekani maji yanapita hapa alafu nyinyi mwe wa mwisho kupata. Wapate kwanza kule, sio sahihi. Kwa hiyo natoa maelekezo kwa serikali yetu kwamba kwa kuwa mradi huu unaanzia huku Libango, wakati wa utekelezaji muwape kipaumbele wananchi wa kijiji cha Libango ambako maji yanatokea waweze kupata maji. Na sasa hivi mpango licha ya maji ya, ya vituo vya jumuiya, lakini watu muwe na tabia na mazoea ya kuingiza maji ndani, au sio? Yeah. Na wananchi walibango, taarifa nilizonazo, mko tayari kuingiziwa maji ndani. Tukiwa katika ziara hii ya kutembelea miradi, tukiwa pale mji wa Mbinga, tulipelekwa kwenye mradi wa maji unaofanana na na pale wamefikia hatua ya kuleta maji kwenye tenki la kwanza, na wameshafanya majaribio na maji yanatoka, na wameangalia maeneo ya mivujo. Kwa hiyo ina maana yule mkandarasi amekwenda kwa kasi sana, na sasa hivi wana hatua za kusambaza sasa za kupeleka kwa wananchi. Wito wangu kwenye mradi huu uende kwa kasi kama ambavyo wenzenu wanakwenda nao. Kwa hiyo lengo letu sisi ni wananchi hawa waweze kupata maji tena kwa wakati na changamoto tuliyoona kule Mbinga mji na inafanana na hapa Namtumbo, ya ukosefu wa fedha kutoka wizarani. Kwa hiyo tunaamini Wizara ya Maji watawasiliana na Wizara ya Fedha kuhakikisha fedha zinazotakiwa kuendeleza mradi huu zinapatikana, na sina mashaka na waziri mwenye dhamana, na ujumbe huu tutamfikishia kwamba sisi tumetembelea kule Mbinga mji, tumetembelea kule Namtumbo, tumeona kazi ni nzuri katika jitihada za kuwafikishia wananchi maji, lakini hapa changamoto ndogo ni hii ya swala la fedha ambazo inatakiwa ziende huko eh, Namtumbo na kule Mbinga kwa ajili ya kukamilisha huu mradi. Na ndugu wananchi wa Libango, naombeni sana, ulinzi wa miradi hii unategemea na nyinyi wananchi.